Bwana, karibu JtraderFx. Hii ni video ambayo inahusu jinsi ya kuweza kufanya forex trading kwa kuweza kukopi kutoka kwa mtu anayejua au expert. Na hakikisha mtu ambaye unamchagua kuweza kufanya hiyo copy trade yako, au ni mtu ambaye anajua forex ili kuweza kupata profit. Kwa sababu yeye akiwa anapata profit, na wewe utakuwa unapata profit. Kwa hiyo kama akiwa anapata loss, na wewe utakuwa unapata loss. Kwa hiyo kuwa makini, hakikisha unamchagua mtu ambaye anatengeneza profit ili na wewe kamtaji kako kawezi kuwa uh, salama. Uh, hii ni njia ambayo utaitumia kuweza kumaximize profit wakati unaendelea kujifunza, hivyo usibuteke. Wakati unapoweza kutumia hii njia, hakikisha unajifunza pia. Unaweza katumia robot au bot, hizo zote nitakuonyesha saiti kuweza kupata boti za uhakika zaidi. Kwa hiyo uta login kwenye account yako hapa. Nitatumia just market broker, nime login kwenye just market broker, kama unavyoona hapo. Mtandao tu kidogo po slow, kwa hiyo nitasubiri akaunti yangu ifunguke. Kama hivi unavyoona, hii ni akaunti yangu, kama unavyoona hapo Verification, mimi sijafanya verification kwa sababu sihitaji kutumia aina hii ya trading nataka niwe mwenyewe na tredi. Kuhakikisha una verifi hapo profaili yako kwa kutumia kitambulisho chako cha nida au cha mpiga kula. Okay, utabonyeza hapo go to leaderboard. ko ukiingia katika uh, ii ap ya kuweza kufanya copy trading utaona hapo uh, trede mbalimbali wamepoti sadi zao hapo ao wana sponsor hii a uh, copy trade. Kwa mfano kama kuna yeye minister ukimwangalia hapo kuna gain, ana gain kama ya asilimia elfu ishirini na mia nne arobaini na tatu investors ambao wameinvest kwa huyu mtu ni 131, ukiangalia hapa loss inaonyesha ni negative 0.14. Kwa hiyo unaweza ukamtumia huyu broker, ukiangalia pia a uh, huyo no. ka trader, unai, yake, yu, angalia, uh, trader mbae, unai, analose kama ukimwangalia huyu naye anaonyesha hapa gain yake ni asilimia sitini na mbili profiti ikapata ni hiyo dola elfu tatu. Ukiangalia tena huyu ana dola mia hamsini na sita na profit ya dola mia En, hapo ni asilimia 662. Pia kuna huyu minister ana gain asilimia 408, profit yake ni dola 44, losi hana okay, lakini unaweza ukawatumia wale watop huyu ana ukiangalia okay, hizo ao a kwa mimi, utaperuzi yule jamaa wa juu, utaangalia lakini okay. Uta, lakini kumbuka lazima uwe umejisajili kwanza kwenye broker. Kwa sasa ambao unafahamu ni Xness pamoja na Just Market kama huyu kwao utaingia sehemu walipoandika copying trade, ukibonyeza itataka ufungue akaunti. Kwa hiyo utafungua akaunti, uta verify kisha uh, utaanza kuweza kufanya copying trade yako ok. Ukiangalia okay, hapa hawa wote utaangalia huyo na investors sita, ni investors sita tu kwao, at least umchague yule pale ambaye investors mia moja sasina moja, na watu wengi wameinvesti kwake. Aa, ni ana strategy nzuri kaangalia, huyu ana losi dola mia na tano. Autendelea tu kuangalia ni upi ambaye wewe atakavutiwa. Huyu ana losi dola mia msi na moja na losi ya dola arobaini na mbili kwa hiyo hapo unaweza ukakiki ukamkiki, afu ukaona profile yake uh, ukiangalia hapo utaangalia hapa Uh, strategy ambayo anatumia ni ipi? ku kuna maelezo tu hapa mweka, pia kuna linki yake ya uh, Telegram, pia unaweza ukamcheki kupitia hii linki Telegram, kaambia, bwana, mi nataka nikafanye copy trade kwenye JustMarkets. Kwa hiyo unaweza mkaongea zaidi, hata kama pia unaweza mkaongea lot size atakayotumia kwa mfano kama mfano kama 25 ni minimum lazima uone na kianzio cha angalau dola ishirini na tano kwao. Kama lot size ikiwa kubwa itakuwa affect wewe, kwao unaweza ukabonyeza hii link na ukafanya mazungumzo naye, labda tumia lot size ndogo. Unaweza ukaangalia activity za huyo trader. Unazitrack nawe, unaweza ukafanya review na ukaangalia, je, huyu mtu nikienda kufanya copy trade kwake nitapata profit, kwa sababu kama yeye akipata loss na wewe utapata loss. Kwa hiyo kuwa makini. Okay, kama unavuna hapo. Kama unavuna hapo. Utaangalia mwenyewe. Na sisitiza tu tena, hakikisha umejisajili kwa Just Market au Xness. Alafu utanya, utanya. Bonyeza uh, kitufe mkono wa kushoto upande wa juu, kisha ukishabonyeza itakuonyesha sehemu ya kuweza kufanya copy trading, kisha utabonyeza ile sehemu, na kushabonyeza itataka kufungua account, kisha ukishafungua account uh, utaweza ku download app kama hivi na uka verify na ukaanza ku start copy kama hapo unavyoona. Okay, thank you.